Richard kutoka Eldoret. Richard habari gani? Niko salama ndugu zangu hapa Nairobi. Ungependa kusema nini hapa Radio Jambo? mm. ya Girls, Mimi nataka niseme hii mchezo ya Butere Girls. Kwanza mimi ninashutumu atunge kubali wanafunzi wacheze hiyo mchezo ambayo walikuwa wametayarishwa na Seneta Malala kwa sababu unajua wasiri Oparanya anatoka tu pale Putere kwa, so, <laughs> kwa, si kwa hiyo shule hapo nyuma. So nafikiria Malala yeye alitaka kutumia hawa watoto kuharibu sifa ya mheshimiwa Oparanya, kitu ambaye atunge mruhusu hata atunge kupali hata dakika moja, sababu sisi huwa tunasema kama unataka kutumia watoto kwa maandamano na vitu zingine, chukua mtoto wako kwanza. Malala yeye si mzazi kwa hiyo shule wala ana mtoto kwa hiyo shule. Kwa hivyo tunasema mtoto akitoka shuleni, ni lazima akuwe na maadili bora, lakini ukichukua watoto kwenda kufanya mchezo aina hii, akitoka hata kule nje, yeye anataka vitu za kufanya sikuwe opposite. Kwa hivyo mimi nataka niseme, siku nyingine, kama kuna mchezo, patia watoto ile mchezo yenye inafaa. Na Malala ako na uchungu kwa sababu ile pendere yenye ilienda kwa mheshimiwa wiki ni fambeta Oparanya ilikuwa yeye anaomba yeye apewe. So uwezi kukucha kutuambia saa hii unaleta shairi ambaye ni ya siasa, ambaye inaelekeza mambo yote kwa serikali, nani angekubali hiyo? Kwa hivyo watoto wakiwa shuleni watupatie ile mashairi ambaye yanafaa. <laughs> sieti mwanasiasa anakuja kwa shule kutumia tangu wa, Malala akuwe secretary general wa UDA ashawahi enda kutengeneza mashairi kwa hiyo shule? Utaendaje kwa shule ya first lady ambaye amesomea we unaleta bwana, Richard Mkobero, Mkobero, Richard Mkobero, Mkobero, Malala amekuwa akitayarisha hizi plays kila mwaka ni script writer jamani, bwana Mkobero a, alikuwa anatengeneza kwa hiyo shule ama shule nyingine Nafikiri kwamba ametengeneza ametengeneza hiyo shule hiyo hmm. hiyo Butere asiende, kuna shule inaitwa Isongo ma <laughs>